Unaweza ukajiuliza haya makopo hapa ni, ni, ni ya nini na ni kwa ajili ya, ya nini? Sasa hum tumepanda e, tumepanda baadhi ya tiba za asili e, kwa mfano hii ambayo unaiona hapa kuna alovela hiyo hapo tumeipanda, lakini e, pia kuna hichi kimtu unachokiona hapo hiyo ni oregano, au huwa tunaita mzungwa. Kwa hiyo uh, tumening'iniza hivi juu kwa sababu tukiweka chini kuku wanakwenda kudonoa, yani wana, wa, wa, wataharibu hii. Kwa hiyo tuna bustani ya hizi tiba e, za kufunga juu, na tumefanya hivi kwenye miti kadhaa hapa e, shambani kwa ajili ya kuzuia kuku wasiweze kuharibu, lakini pia tunaamini italeta mwonekano fulani. Sasa uh, kwenye hii video ninataka nikuambie eh, tiba ambazo ni muhimu sana na ni rahisi sana kuzipanda nyumbani kwako, hata kama upo eneo la mjini. Kwa mfano, unaweza ukaona sisi hapo, hayo makopo tume jinsi ambavyo tumening'iniza, kiasi kwamba hata ambaye upo eh, maeneo ya mjini, pembeni tu ya banda lako unaweza ukaning'iniza hivyo. Wafugaji wengi hasa wa mjini uh, mara nyingi sana wakipiga simu, unawaambia labda e, tumia dawa fulani, anakuambia hai, siwezi nikaipata, kiasi kwamba imekuwa kama vile hizi tiba za asili ni kwa ajili ya watu ambao wapo maeneo ya vijijini. Sasa hii uh, hii video ninakuamsha wewe ambaye upo eneo la mjini, upo eneo ambalo unaona kabisa labda huwezi ukazipata hizi tiba za asili, na kuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia uka, uka eneo lako ukapanda hizi tiba mjini wanaongoza sana kwa kupanda maua kwenye makopo nini, lakini e, huenda bado hujafikiria kama ukipanda vitu kama a, lovela kwenye makopo vinaota vizuri kabisa. Ukipanda mzungwa, ni vitu ambavyo vinaota vizuri kabisa, tena mpaka mwarobaini. Yani ukiupanda mwarobaini, unaweza ukaupanda mwarobaini kwenye kopo na ukaota vizuri kabisa, na ukautumia kama tiba na tumezoea mwarubaini ni mti fulani mkubwa yaani kama huu hapo ambao unauona. Kwa hiyo hata ukifikiria hapo kuweka kwenye kopo ni vigumu, lakini fikiria kama mwarubaini unavyoanza kuota unakuaga mdogo kama e, huu ambao unaona hapa, huu huu ambao kwenye kopo unakaa vizuri kabisa. Na a, sasa kuna hizi hapa, hizi hizi ni, ni, ni mbegu za mwarubaini uaga, zina ivaga zina, zinakuaga za njano kabisa ukizitoa ukazianika vizuri kabisa kwenye jua kwa muda mrefu, zikikauka, ukizipanda hizi zinaota vizuri kabisa tena. E, kitu kingine kizuri ambacho mimi mwenyewe nimefanya kukiona hapa shambani ni kwamba sisi waga tunachomeka hizi nguzo hizi, za hizi ni nguzo za mwarubaini, lakini huaga zinachipua, kwa hiyo inamaanisha hata ukikata kijimti zinachipua. Kwa mfano hiyo unaiona hapo, ni kwamba ilichipua, ila ukosefu wa maji imekauka ime, ime, lakini zinachipua vizuri kabisa kile kipindi cha mvua. Yani ukikata, e, inamaanisha kwamba ukikata kipande cha mti kwenye mwarobaini ukakifukia, ukawa na kimwagia kinakuja, baadaye kinachipua vizuri kabisa. Kwa hiyo unakuwa umepata mti wa mwarobaini kuna hii pia mipela ya kisasa, sio pale huwa wanauza lakini pia na maeneo mengi wanauza. Ni mipela ambayo inakuwaga sio mti mkubwa sana, kanakuwa kadogo tu kisha kanazaa uh. Kwa hiyo unaweza ukapata majani yake vizuri kabisa, kama utapanda eneo ambalo upo tena, yanakuwa haraka sana uh. kuna haya haya, haya tunayaita mashona nguo bwana, tiba ya mashona nguo ni tiba moja ambayo inafanya kazi vizuri sana. Kama hujatazama video ya kutumia mashonanguo unaweza ukatazama hapo juu, ambapo unaona huo mkono i-card ukibonyeza hapo moja kwa moja unaenda kutazama eh, tiba ya mashona nguo. Sisi hapa hatujapanda mashona nguo, lakini unaweza kuona hili eneo lote, ili yameota tu yenyewe. Yaani haya, hata usipoyapanda yanaota. Sasa uh, Ukichukua hiyo hiyo ya juu ni mbegu yake ya yale ambayo yamekauka vizuri ukayanika vizuri kabisa a, alafu e, ukawa na kopo lako au ndoo ukaikata vizuri, natakiwa utoboe chini, ukayamwaga hayo, yataota kwa wingi sana, tena pale ukiwa unamwagilia, yani utakuwa kama mchicha hivi unakuwa kama e, bustani ya mchicha hivi, unatumia kwa kuku wako vizuri kabisa. Hii tiba ya mashona nguo inatibu magonjwa mengi sana. Mfano mdogo, ngoja nikwambie kuku wako wakipata mhalo ule mwekundu ule unakuwa ni ugonjwa wa coccidiosis. Tiba nyingine zote waga tunasemaga wapatie siku tatu hadi siku tano, lakini hii ni tiba, tiba pekee ambayo unaweza ukawapa kuku wako siku mbili na wakakata kabisa e, kinyesi chenye damu. Kuhara kinyesi chenye damu, au tunaita coccidiosis. E, kama huamini jaribu siku moja. Chukua kwenye kikombe cha robo weka mle kwenye hicho kikombe, changanyia kwenye maji lita kumi, wapatie kuku wako. Unaweza ukachanganya pia na kitunguu saumu na tangawizi. Uh, pia kuna mpapai, mpapai unapandwa tena, mpapai unakuwa haraka sana. Yaani vyote ambavyo ninakutajia hapa ni vitu ambavyo vinakuwa haraka sana. Na kwa sababu mara nyingi sisi tunahitaji tu haya majani, e, kwa hiyo unaweza kaona na ukawa na e, kampapai ka kadogo kama haka, ukawa tayari unachuma majani hayo ya chini, unawapatia kuku wako e, kama tiba. Kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo yaani nyumbani, upo eneo lolote lile, upo mjini, upo kijijini unaweza ukawa ipanda vizuri kabisa na ukatumia kwa kuku wako. Mi mwenzenu, uh, mwanzo wakati tunaanza hizi tiba za asili tulikuwa tunajiogopa yani, kama vile tunajiogopa, unakuta unatumia tiba za asili lakini unatumia na tiba za dukani. Lakini tokea tugundue nguvu ambayo ipo kwenye tiba za asili, akamwe kabisa hatujatumia E, hizi tiba za dukani hata mara moja, yani hata mara moja. Kuku wakiumwa unatafuta tiba ya asili unampa. Na uzuri wa hizi tiba za asili bwana zina mbadala yani majani kwa mfano e, coccidiosis muharo huo mwekundu, nimekwambia unatibiwa na haya mashika nguo, lakini pia majani ya mpapai yanatibu vizuri kabisa. Kwa hiyo kama huna mashika nguo, utatibu kwa kutumia majani ya mpapai. Lakini kama huna majani ya mpapai, e, majani ya mpela pia yanatibu vizuri kabisa hiyo coccidiosis. Kwa hiyo unaweza ukaona, na vitu vingine vinapatikana sokoni. Ukienda sokoni, mara nyingi vinapatikana, zinatibu vizuri. Yani, ukiachana na sifa nyingine zote kwamba sijui ni, ni, ni, ni bei rahisi, zinapatikana kwa wakati. Mfano hapa mimi naweza nikazunguka tu eneo la hapa shambani nikachuma nikawapa kuku, kabla ya kutoka hapa mpaka niende dukani nikanunue. Muda mwingine unaenda dukani, haipo, inatakiwa uchukue nyingine, lakini hizi ni uhakika. Ukiachana na hivyo, sifa mojawapo kubwa ni kwamba zinatibu kwa haraka na kwa wakati. Kwa wale ambao hamjatumia tiba za asili, mnaweza msiamini, lakini tiba za asili zina nguvu sana, zina nguvu sana kuliko kawaida. Uh, nyingi tumeziandika pia kwenye hichi kitabu cha tiba za asili h tumeandika tiba zuri kabisa. Kwanza tumeandika labda ma, majani ya mpapai yana kazi gani. Tume pia sehemu nyingine pia tumeandika labda kokidiosis inatibiwa na nini, kideli kinatibiwa na nini. Kitabu kizuri sana. Kipo katika mfumo wa PDF. Kwa hiyo tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Hichi kitabu kinauzwa shilingi 10,000. Watu ambao wamekitumia hichi kitabu nadhani ni mashuhuda ni mashuhuda. Aa, sisi pia tunazitumia hizi tiba. Nadhani kwa wale ambao wapo kwenye kundi letu la WhatsApp la mafuzo, huwa wanaona namna ambavyo tunawatibia kuku. Kwa mfano hapa tulikuwa tunaandaa hii tiba e, kwa hiyo wanaona kabisa, kule tunaonyesha, manake kundi letu sisi huwa tunaelekeza namna ambavyo sisi tunawalea kuku, tunawatibia kuku, tunawapokea kuku, vitu kama hivyo vyote tunavyoelekeza kwenye kundi letu la mafunzo. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu nane. Hiyo ni ada ya miezi miwili. Yani ukijiunga na hiyo, basi unahesabia miezi eh, miwili, utakuwepo kwenye kundi na utajifunza vitu vingi sana. Kuna wafugaji wengi wana changamoto E, nyingi wanakosa mtu sahihi wa kumwelekeza changamoto zao, kwa hiyo wanabaki kuishi kwa nadharia. Kwa mfano kuna mfugaji jana amenitafuta, nimeona anataka achanganye chanjo mbili, yani achanganye chanjo ya Newcastle na Gomboro zote kwenye maji kwa pamoja. Kwa hiyo ni bonge moja ya kosa. Kwa hiyo, yani utajifunza zile maelezo ya msingi kabisa ya kualea kuku, lakini pia maelezo ya ziada ya kumlea kuku. Ukiingia kwenye kundi letu, wewe mwenyewe utakuja kuona kabisa kweli kuna kitu nimekipata. Nadhani kwa wale ambao wapo kwenye kundi wanasikiliza hii video wananielewa kitu ambacho wa ninakiongea. Uh, vyote hivyo, kwa mfano hapo unaona tumeweka hayo hayo, tumeweka mashona nguo, majani ya mwarubaini ni vyote hivi tunatoa mafunzo kwenye kundi , lakini pia waga tunatoaga tahadhari kutokana na magonjwa. Kama kuna kideli kipo, kinashambulia tunawaambia watu wafanye nini ili kuweza kujikinga na hiyo adha. Vyote hivyo tunavifanya kwenye kundi letu la WhatsApp la mafunzo aa. na pia tuna jumla ya vitabu vinne ambavyo vinakufaa wewe mfugaji, uwe unaanza, uwe ulishafuga. Hivi vitabu ni vizuri sana, vitakuongezea maarifa ukipata yani kwenye ufugaji bwana, kikubwa kabisa yani kitu namba moja ni maarifa. Kitu cha pili ni mtaji na vitu vingine. Lakini unaweza ukawa na mtaji huna maarifa, uka, ukawa yani wewe kila siku unazika kuku. Kwa hiyo kuna kwa mna kitu kinachofanya usi, usije. Eh, kuna usemi mmoja unasemaga usije ukafugaga kuku wakati huna elimu sahihi ya kuwafuga kuku, uta, utalia yani kuna vitu vitakuwa vinakutokea kwenye ufugaji wako, utakuwa unaona kama vile unaonewa e, lakini ulichokikosa wewe tu ni maarifa sahihi. Kuku hivi ni viumbe hai, kuna namna ya kudili navyo kwa hiyo kuna magonjwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na kuku, tofauti na vile ambavyo labda wewe unafikiria asanteni. La, jamani na kwa helini, nawatakia siku njema. Wewe ambaye unanitazama uja subscribe basi subscribe hapo e, pia hapa YouTube kuna maarifa mengi tena ya bule kabisa bule kabisa n yani, e, ni wewe tu na bando lako, unabonyeza unaangalia. Ukipata maarifa, unaenda unawafanyia kuku wako wanapona vizuri kabisa.